Na wafungwa katika gereza la wanawake la Malindi walikuwa walipata sababu kutaba ya kutabasamu baada ya, ya wadau kuonekana kule na kuweza kuwasaidia katika shughuli za urembo. Huduma za urembo ziliweza kutolewa kama sehemu ya maandalizi ya siku ya wanawake ulimwenguni itakayosherekewa hapo kesho. Huduma hizo zilijumuisha mapambo ya kimwili, ususi wa nywele, pamoja na kulainisha ngozi, zililenga kuwapa motisha wanawake hao na kuwapa matumaini huku wakijihisi kuwa sehemu ya sherehe za siku ya wanawake duniani itakayoadhimishwa hapo kesho. Licha ya kufungwa gerezani kwa makosa mbalimbali, wafungwa katika gereza la wanawake la Malindi walipata sababu ya kutabasamu huku kundi la wahisani likiwapa huduma za urembo ikiwemo kuoshwa na kusukwa nywele, kukandwa miguu na mikono pamoja na kupakwa rangi kwenye kucha. Wengi wao huwa wanaona sisi tukiwa mahali kama hapa tumeasi hata hatufai. Tumejua kwamba mnatuenzi na mnatujali. Mungu azidi kuwabariki na azidi kuwainua, mzidi kutukumbuka, isiwe mwisho, mbali ikawe ni mwanzo. Anabel Wairimu ambaye ni afisa mkuu wa gereza hilo alisifia hatua hiyo akisema ina manufaa makubwa katika kuwapa moyo wafungwa hao. Hawa mama ni dada zetu, ni kina mama zetu na Ikud zanaojinsi like wamekuja siku ya leo kuwarembesha hata na ile inakuwa ya hali ya Joe. Hatua hiyo ilifadhiliwa na shirika la Jo Hair Works. Shuri, na International Women's Day zinawana kivipi? Kwa sababu ni siku ya wanawake hmm. na wanawake kule nje wale wameolewa na mabwana wamepelekwa salon, kesho Saturday, watapelekwa kesho, watapelekwa wengine, wapelekwa dina sasa. Hawa manaake hatuwezi watoa huku Wacha tuwatengenezee huku nywele, kuwa enjoy, kucha tuongee na wao. Maria Ambo nikiripotia Kurunzi Mashinani.